Kunina KB MC nina KB MC, nina Chande Lee. Let's go. Hapo kila mtu ataanza kwa sababu raundi ni mbili. Kwa hiyo ni swala tu la kuamua. Chie, chie, chie, chie. Asilia. Hepa. Chande Lee. Na kupiga mipigo ya kitaichi kwenye easy flow dogo, utasubiri na kuja na dundo boro ngevaka ndambili na kuonyesha kuwa kedimi ndo katili yeah. Nakupa kwanza maombi, unaitwa Chandoli, kumbe wewe ni jombi hapa uombi kwanza msaada, unaonekana wewe ni mvuta ngada, fanya mpango uende kufanya ibada. MC, vipi mbona unashangaa kila shada? Nakwambia kwa mistari utasikilizia Yo Chande msista vumilia, nakupa vitu ambavyo ni hisia, ukivyelea utenda kufanya idea. Mwana vipi huku sete masyara mekuja huku, lakini umenywa kipara kwa fasi MC na kupiga kama jara, kuliza KB TMK indo Mbagala. Mwana vipi wewe somwa na harakati, na shangaa umetupia ti kishati, kishati hiki kinauzwa mia hamsini na kupiga kwenye bato tangia misini utajiuliza hii kwanza, kwa nini ndo maana nakuambia nenda hata msikitini. Yeah, ah, kwanza naanza kwa kumkata utepe hivi. Bwana subiri kwanza, ni cheke huyu mchezi, namfanya kiwete, namfanya mazishi msoga kwa mheshimiwa Kikwete. Kwanza tulia, we mtoto, easy flow we mwenyewe utakimbia, cheke mizuka ndo hivi fast inanijea ikikipero chako umenatandika shilingi mia mia, kwanza tulia basi mi nakoja ndo evi mwenzako tawadisea, cheki mi nakuja tena, unaona papala MC wewe, kutoka Mbagala laundii, utaacha ndala akusaidi songa, wala kuna msaada wa VAR ya kwanza, tulia hmizuka we mwenyewe wengine atawajisia kila nakuja tena nakupa kompleni wewe we mtoto hujavaa taeleni hapa toka na kuwacha sebleni we ni zuchu na mideni rudi tena lokesheni kwanza. Yeah. Yeah, hivyo hey, ndivyo ambavyo tumeanza leo <laughs> <No> sana songa <laughs> ya bwana, hii ni raundi ya kwanza yeah, na kwa kwa jinsi ambavyo wote wamefanya yeah. Uh, napenda pia kuwakumbusha wote ambao wanakuja hapo mbele kwamba hii ni City Rap Battle. Kwa hiyo neno battle pale lizingatiwe sana sana, yani kwa sababu hii ni City Rap Battle, sio sio sio kwamba tunashindana ku, ku freestyle kuchana peke yake, kuchana yeah, peke yake kwa hiyo uh, KB MC ame, ame freestyle vizuri lakini Chandeli amefanya mashambulizi pamoja na ku freestyle. Mashambulizi yake amekuwa mazito kumzidi KBMC. Kwa hiyo hii raundi ya kwanza, mi kura yangu nitampa Chandeli. Chandeli kutoka kwa Songa. Ai Sinza Star. Yeah, uh, hizo ayo, ayo mabadiliko hizo improvement ndio mimi nazizungumzia kila siku oh. ni huwa hao wanajua uh, wanaongea uh, nao sana pembeni baada ya hii mchuano. Yeah. Usije kila siku uko vile vile na toni mabadiliko Yeah. Na ah, leo Chandeli naona ameanza vizuri tofauti na fistele zake nilivyomzoea, so hii pia mimi kwangu amechukua Chandeli. Chandeli, makofi kwake. Unamaliza hapo, mimi nitawapa sare, naomba next round. Sare kutoka kwa pima. Wengi of course, round ya kwanza tunaenda round ya pili yeah. Ah, ah. Yeah. Yeah. Ah. Tulia hapa so nadunda kama kitenesi, wewe mtoto sasa nimekwekea fensi, cheki nakuja tena tuko ku defense, unavuta bange ila ujui kama bange hainaga TBS. Kwanza tulia cheki, mimi nakuja na muziki ndo hivyo, kwa nyuma nataka kukunyatia cheki mizuka inakuja na kisha nani jia, wee mtoto nahitaji leo kukimbia. Cheki umekuja tu na kuona una papala wewe, MC unayetoka Mbagala, unachana chana tu masiala, ili sigrendi lako kama kondo daladala. Unaonekana unapiga sana mikwala, laundi hii yani wewe utalala na kuchana, yani sio kimasiala, toka mbele manake unapiga sana mikwala Toka na hiyo yako Jodani, cheki unavyoonekana, yani wewe sio mtoto unaleta matani. Ya, yeah. Unaona tu unaleta zesheni, toka hapa kwenye hizi bato, uwezi competition. Oh shit Chandeli, naongea maneno kibao, hiyo mi uwezi hata ukanipa mchangao. Ulikuwa ujui kibindo baba lao, leo nakutoa hapa na kupeleka paka kwao, kule ambapo watakufanyia mambo. Wewe mwanajeshi utabaki kuwa mgambo, mtoto akili ana kichwani bado kasambo. Hujui kwamba wewe takataka, kumekatazwa rambo kuonekana mjini na kupiga pini. Bwana wako zote mbona unisamini? Angalia fresh mwanangu, hapo umepotea. Ya, kwenye freestyle uwekea so na kaza kaza, mara unalegea, kebe nimesha kuja shasha na kushwea. We vipi wale nyenye mnasema hip hop ilipi? Unakoma, unakomaza tu unasema mishipa, unasema vipi mwanangu, bila hata kompleni na kudondosha na kurudisha sebleni. Hapa hapa mikasa, utakaa pale nje tukimaliza. Hii mikasa lazima nikuchinje, pale pale lazima ukalale leo na kubaka misili ya balale. Oh, yeah raundi ya pili hiyo, Mansuri unasemaje? Yeah hii ni mwana sasa, KBC naye amerudi kwenye ubora wake ule, KBMC yeah. Kwa hiyo mimi kurangu, mimi binafsi namba KBMC, KBMC. Ah, uh, mimi kwa pande wangu bado naona Chande Lee amefanya vizuri kuliko KBMC. Kwa hiyo mikura yangu itaenda kwa Chande Lee. P KB KBMC. Kwa hiyo ina, inaendaje hapo kwa mjumbe mwisho, wenu wanaenda round nyingine? Ni draw si ndio? Huyu kachukua ya kwanza huyu ya pili. Kwa hiyo ni draw. Tunatafuta next round. Chie, chie, chie, chie. Oi oi. Asilia. Chande Lee

Umekuja fresh shajabu, mbona ujaulamba? nasikia harufu mbao majaji, huyu ukajamba. Wow, leo kwanza nakupiga kamba Chande Lee huwezi i michano na umeingia hiki chumba cha sindano na kugandisha, naweza sema we ni volcano. ya kama vipi kubali, we ni petano. ya yani, namanisha na kufundisha michano, uwezi kicho kibaya, huwezi kwa teacher hey, kwenye zibato mina kuficha. Na kibla kuficha nakuwekeleza kibla lafu kia nakumshigisha ya yeah, huyu yeah. Yeah. Mchizi namuona analeta sana matani leo nataka nimfiche, pige mpaka ukutani, sasa ndo naleta pigo gani, mi wa barazani nimekutana na huyu wawani, cheki sasa navyokwambia himisuka kwa fasi weza ta kujutia, wenzako wengi sana kwangu wamesha kimbia. Kwani uko nje ndugu yangu ujaambiwa? yeah. cheki tena tena na kupigia hii tena, umekuja hapa na kufunika misiri yako tena. Cheki na kupiga kama torori, uwe mtoto au mibato kama yamgori. Cheki unavyofanya tena wori wori na kuvuta kama tela supadori ya basi turia basi turia, yaani sijui wapi mwanangu kitachofatia kitachokufatia kwako ni, ni midamu. Unaonekana mtoto auna nizamu uu wako ulipo kama skilimu ya azabu, wewe mtoto uko nyuma msabu ya nakupa kisago cheki, wewe mtoto mdogo, linda chako kisogo, umekaa kama kaa gogo yeah. Bwana, hii raundi ya tatu mimi nampa pia KBMC. KBMC. Yeah. Oh yeah. Songa. Uh, hii raundi ya tatu Chandeli ni kama amekuja amepanic hivi baada ya kuona Chandeli kwenye hii raundi ya tatu kuanza vizuri, yeah, kutupa mashambulizi katika dakika zote ambazo ame amepewa kutumia. Kwa hiyo uh, tukilinganisha hapo KBMC amefanya vizuri kwa hii raundi, kwao nitampa KBMC, KBMC. P. Yeah, hii round KB imefanya vizuri kuliko Chande. Kwa hata mindamba KB. Oh, yeah, so mshindi ni KBMC katika round D. Makofi kwa KBMC. Aye!